Jeshi la polisi nchini Ufaransa limeondosha wahamiaji kutoka kwenye ukumbi wa theater wa Paris baada ya kudumu kwa muda mrefu. Polisi wa nchini humo siku ya Jumatano waliondoa mamia ya wahamiaji vijana kutoka kwenye ukumbi maarufu kama Gaite Lairik katikati ya jiji la Paris, ukumbi ambao walikuwa wameshaushikilia kama sehemu ya maandamano tangu mwezi Desemba. Dakika chache kabla ya saa kumi na moja alfajiri kwa saa za nchini humo, polisi wa kupambana na ghasia walilazimika kuvunja vizuizi ambavyo wanaharakati walikuwa wameunda kuzuia kuingia kwao kwenye ukumbi wa Gaite Lairik. Kulikuwa na machafuko wakati polisi walipolazimika kuingia kwenye ukumbi wa Gaite Lairik, ukumbi ambao ni maarufu kwa maonyesho mbalimbali kama vile opera, opereta na ballet. Uvamizi wa ukumbi huo ulianza tarehe 10 Desemba na wahamiaji vijana wapatao 200 waliokuwa wakidai chakula na makazi. Ukumbi huo ulighairi muonyesho yote yaliyopangwa baada ya wiki moja ukisema kuwa unalaani uvamizi, lakini pia kutokuwa na hatua kutoka kwa mamlaka. Jumatano waandishi wa habari kutoka shirika la habari la Ufaransa walisema waliona baadhi ya wa wahamiaji wakiondoka kwenye jumba hilo wakiwa na mizigo ya kibinafsi, huku baadhi ya masanduku na mifuko vikiwa vimeachwa kwenye njia ya abiria. Mashirika ya kusaidia wahamiaji kama Utopia 56 na Collective Access au Droiti, ambalo ni shirika la kupata haki, walithibitisha ripoti hizi wakisema Polisi walitumia gesi ya machozi na mapigo. Kwa miezi mitatu iliyopita, maandamano haya yamekuwa mapigano kati ya wanaharakati wa mrengo wa kushoto wanaopigania haki za wahamiaji na mrengo wa kulia wakitaka wahamiaji hao kufukuzwa. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.